Ilikuwa na msitu mkubwa unaoitwa msitu wa Furahani. Humo waliishi wanyama wa kila aina, ndege wenye sauti tamu, fisi waliopenda kucheka na hata chura waliokuwa na bendi ya muziki wa usiku. Lakini miongoni mwa wote, kima Toto ndiye alikuwa maarufu zaidi. Toto alikuwa kijana wa nguvu, mcheshi na asiyekaa mahali pamoja. Kila asubuhi kabla hata ya jua kuchomoza, angepiga kelele, wacha usingizi, dunia inangoja mchezo wangu leo. Kima Toto alikuwa na marafiki wengi, lakini alidhani hana haja ya kusikiliza ushauri wa mtu yeyote. Alipenda kufanya mambo kwa njia yake mwenyewe. Siku ya upepo mkali. Siku moja, upepo mkali ulianza kuvuma kutoka mlimani majani yakacheza, matawi yakayumba, na ndege wakakimbilia kwenye viota vyao. Lakini Toto akiwa juu ya mti mkubwa akacheka, upepo gani huu unataka kunirudisha chini? mimi ni bingwa wa kuruka. Ndipo alipoanza kuruka kutoka tawi moja hadi jingine, ruka ruka, akicheka lakini tawi moja lilikuwa dhaifu, lilivunjika kwa crack, na toto akaporomoka chini, moja kwa moja ndani ya bwawa kubwa lililokuwa limejificha nyuma ya vichaka. Mama yangu wa toto akapiga kelele, maji yakimfunika. Kipepeo mdogo aita msaada wakati huo Kipepeo mdogo mwenye mabawa ya bluu na njano alikuwa akiruka karibu akitafuta maua. Aliposikia kelelele, aliruka juu na kusema, Toto, shikilia pumzi, nitamleta mtu wa kusaidia. Kipepeo akaruka kwa kasi, mabawa yake yakitikisa upepo, hadi akafika pale bwawani kwa rafiki yake mkubwa, Kiboko Mrembo. Kiboko anaamka. Kiboko Mrembo alikuwa amelala katikati ya bwawa akijifunika kwa matope baridi. Aliposikia sauti ya kipepeo, alifungua jicho mmoja kwa uvivu. Ni nani anayenipigia kelele saa ya mapumziko? Kipepeo akasema kwa haraka, marafiki yangu Toto ameanguka majini. Kiboko aliposikia hivyo, akapiga domo kwa sauti kubwa, hapana! Siwezi kuacha mnyama yeyote aangamie kwenye bwawa langu. Mimi ndiye mlinzi wa maji. Basi Kiboko akatumbukia majini kwa kishindo kikubwa. Pruf! Mawimbi yakaruka hewani. Aliogelea hadi pale Toto alipokuwa akijitahidi kuogelea. Kwa nguvu zake kubwa, Kiboko akamsukuma Toto juu ya mgongo wake na kumtoa salama pwani. Shukrani na urafiki mpya. Toto akiwa amelowa maji, lakini bado hai, akamwangalia Kiboko na kusema kwa aibu, samahani sana Kiboko Mrembo, nilikuwa mjinga, sikujua bwawa linaweza kuwa hatari. Kiboko akacheka, sauti yake ikitoka taratibu kama ngoma, kila mtu hufanya makosa rafiki yangu. Jambo muhimu ni kujifunza na kusaidiana. Kipepeo akaruka juu akasema, "Na mimi nilijifunza kwamba hata nikiwa mdogo naweza kuwa muhimu." Wote wakacheka, wakakaa chini ya kivuli cha mti mkubwa wakipumzika. Toto akasema, "Leo lazima tufanye sherehe ya maisha." Kila mtu anapaswa kujua kuwa Kiboko ndiye shujaa wa siku. Karamu ya furaha. Siku hiyo wanyama wote wa msitu walikusanyika kando ya bwawa. Ndege wakaleta matunda, fisi wakaleta vicheko, na hata kobe akaja na ndizi moja aliyokuwa ameweka akiba tangu jana. Ngoma zikalipuka, Toto akacheza, Kipepeo akapiga densi hewani na kiboko akapiga miguu yake majini. Plop, plop. Maji yakiruka kama fataki. Kiboko akatabasamu na kusema kwa sauti kubwa, hii ndiyo maana ya urafiki, kusaidiana, kucheka pamoja na kufurahia kila siku. Wote wakaimba kwa pamoja Furaha ni urafiki, urafiki ni furaha! Na kima Toto akapiga kelele ya mwisho kwa nguvu zote, Happy Hippo! Funzo: usijione mkubwa sana hadi usisikilize wengine, na usijione mdogo kiasi cha kuamini huwezi kusaidia. Kila mmoja ana nafasi yake ya kung'aa katika hadithi ya dunia.